Tanzania inatikisika na sio siri tena. Baada ya kuapishwa kwa rais Samia suluhu Hassan, hali ya nchini Tanzania imezidi kuzua taharuki na sio tu kwa Watanzania, bali hata kwa Wakenya wanaoishi huko. Watu mashuhuri kutoka pande zote mbili sasa wameamua kuzungumza waziwazi wazi wazi kuhusu kinachoendelea, na leo tumeweka pamoja kauli zao zote ili wewe ujue undani wa hii stori. Karibu sana hapa Mizuka Media. Kwanza kabisa, tuanze na Larry Madowo, mwanahabari mashuhuri wa Kenya anayefanya kazi na shirika la CNN ambaye aliamua kuvunja ukimya kupitia ukurasa wake, Larry aliwaomba raia wa Tanzania kushia kile kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi, ili kuwa kama wito wa uwazi na uhuru wa habari, lakini pia imezua mjadala mkubwa kuhusu uhalisia wa hali nchini Tanzania. Watanzania, naomba usaidizi, tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, dm iko wazi. Lakini sio lari pekee. Huyu hapa ni Truth Watchdog tiktoker kutoka Kenya ambaye amewasha moto mpya, akisema kwamba serikali ya Kenya inapaswa kuingilia kati kwa sababu anadai hata Wakenya wanaoishi Tanzania kwa halali sasa wako hatarini. Kauli yake imegusa wengi, hasa ukizingatia uhusiano wa karibu uliopo kati ya nchi hizi mbili

This is about now the Kenyans in Tanzania. Watu wameshindwa kutoka Tanzania. So our government needs to intervene. The embassy of Kenya, apale Tanzania nasikia wanasema wamelala. They are not doing anything. They are trying to reach out. Hawawezi toka Kenya. Kwa sababu the amepotea ha na hapatikani, unaelewa? Yes, there is a Kenyan lawyer in Tanzania mwenye amepotea na hapatikani, but alichukuliwa na watu wenye hawana uniform na tuko na evidence zote za kuonyesha kwamba uh, Samia Suluhu aliiba kura, aliiba kura, tuko na evidence karibu vituo vyote, sawa sawa, tuko na evidence in video form zote tutakuwa tunaziweka, uh, zile ambayo si mbaya tunaziweka pale YouTube exposinga am coming back to you Matters security Our Kenyans are being hunted down like animals in Tanzania, and nobody is talking about it. They even threatened me, but it is okay. I can work with threats. Please, can you help the Kenyans in Tanzania? They are stuck. These people have gone mad I'm telling you they have gone mad. They, I think they are just sijui ni kama Tanzania kuna some some cleansing inafaa kufanyika to create space for Zanzibar because Zanzibar you know it's kind of not a government on its own because when it comes to international issues Tanzania makes the decisions but somehow it governs itself. So inasemekana hawa watu wa Zanzibar ndio wamekuja wakaingia kwa government nyuma mlango. So starting with Suluhu Silaha and that is why it's happening. So I'm just seeking and asking please kindly the government of Kenya can you help evacuate Kenyans from Tanzania because they are being hunted down for no mistake done for no wrong done at all just because we have intermarried with the tanzanians and we are working there so they are hunting them down so please kindly we are asking easy messages mimi nimechoka nazo I'm just humbly asking humbly uh, asking CS Murkomen uh, the president of this republic of Kenya, tafadhali, tafadhali, saidia wa Kenya warudi home If Tanzania does not want anything to do with us, as well we can do away with them, but please help Kenyans come back home. Thank you so much. Na kutoka upande wa bongo TZ, Ell Mando, content creator maarufu wa Tanzania, anasema kuwa Wakenya na Watanzania bado wanapendana, ila anasisitiza kuwa Wakenya wanaonyesha upendo wa kweli tofauti na Watanzania ambao hawapendi kuonyesha hisia zao waziwazi. Kauli hii imeibua mjadala mkubwa mtandaoni. Je, yeah, huu ni ukweli au ni perception tu? Ni Kenya. Maana yake lazima tuipende Kenya. Ukweli lazima tuzungumze. Tunaipenda Kenya, Kenya wanatupenda Tanzania, ila Wakenya wako real, sisi hatuko real. Hiyo ndio kitu ambacho nimegundua. Wakenya wako real kuonyesha kwamba yo Tanzania sisi tunawakubali, ila sisi kwa wivu na nini hatupendagi kuonyesha ukweli kwamba sisi tunawakubali Wakenya, ila Wakenya tunawakubali. Na hata masta wetu Wakenya ndo wanaishi maisha mazuri, show za Kenya. Huo ndo uhalisia, but mimi nasema hivi, Tanzania tunaipenda sana Kenya kama vile Wakenya wanavyoipenda Tanzania. Hiyo ndio tuishie hapo. Yani sio watanzania wote wanaona vibaya. Huyu dada kutoka Tanzania amegusa mioyo ya wakenya wengi baada ya kusema wazi kuwa hawezi kukaa kimya kuona wakenya wakionewa. Ujumbe wake umeenea TikTok kama moto wa nyika. Wengi mitandaoni wanasema huu ndio undugu wa kweli wa Afrika Mashariki. Tangazo, tangazo, tangazo! Kenya kwa sasa ni sawa na mboni ya jicho langu. Yeyote atakayegusa Kenya amegusa mboni ya jicho langu. Sitamtazama mtu anayetaka kucheza na mboni ya jicho langu, sitamwangalia hivi hivi, nitamharibu hadi ashangae. Yes, natangaza vita na nchi yoyote ile ambayo itasimama kinyume na Kenya. Ni Kenya awe mkorofi au asiwe mkorofi. As long as umeigusa Kenya, maidia umenunua ugomvi na mimi sito kuacha, salama maikuzo. Wewe leta vurugu kokote kule mimi niko pamoja na wewe. Nitapigana na wewe popote pale nipo na wewe kwa sababu umejua kulia na mimi kwenye shida. Umejua kulia na mimi Mkenya, umejua kulia na mimi wewe Mkenya, wewe mimi nakupenda. Yaani ninakupenda kupita maelezo ya Kenya. Saluti kwenu nimewapenda sana na nitaendelea kuwapenda. Mmejua achana na ile ma-, ma maugomvi ambao yanakuwa kwenye mitandao yasiyokuwa na sababu, lakini nje ya mitandao ya kijamii ni kwamba ninyi mnatupenda na sisi tunawapenda. Mimi Wakenya nilikuwa najuaga hamtupendi, lakini kwa sasa nimekwisha kujua, Wakenya mnatupenda. Kwa kifupi tunapendana. elfu mbili na kumi na saba ni kama mmetukopesha, tutawalipa hiki mlicho tukopesha. Tutawalipa Wakenya. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Sasa wewe utakayegusa Kenya, jiandae kisaikolojia, kimwili na kiroho kwa sababu sitokuacha salama. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Mno kupita maelezo, mimi niishie tu hapo wapenzi. Na kwenye video nyingine, huyu hapa ni The News Guy. Mwandishi kijana kutoka Kenya aliyeshiriki simulizi ya kusikitisha kuhusu Dafroza Jacobs, mwanasiasa wa Tanzania aliyeripotiwa kufariki akiwa mikononi mwa polisi baada ya madai ya kudhulumiwa kwenye uchaguzi. Tukio hili limezidi kuongeza maswali mengi kuhusu haki, uhuru na demokrasia.

kids walishikwa wakapelekwa kituo cha polisi na when she went to ask why watoto wake walikuwa wameshikwa yeye pia akashikwa, and uh, a few days later akapatikana at the police station kama mededi, and uh, there are allegations that she had also been sexually assaulted but hmm. Now what's even crazier is that inasemekana her neighbors cannot go to her home. Inasemekana the res residents walijaribu kuprotest wakatumiwa polisi and even the Kenyans wenye, inasemekana she lives just close to the border. Now even the Kenyans who uh, are her neighbors hawakubaliwi kuenda nyumbani kwake kupigiana pole hmm?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 kwenye video ijayo.